Ibada ya kumbukumbu ya marehemu Albert Ojwang ilifanyika jijini Nairobi leo ikihudhuriwa na waambolezi waliomkumbuka kama kijana mkarimu mwenye ndoto kubwa. Familia bado inataka serikali kutoa majibu wazi kuhusu mazingira ya kifo chake, wakidai aliuawa kwa ukatili na maafisa wa usalama, na wanasisitiza kufanyika kwa uchunguzi wa kina. Watabaki na na utajiri na sifa za aina yote lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. Katika ibada hiyo, familia na jamaa walielezea huzuni yao kuu wakisema wamepoteza mtu muhimu katika maisha yao, huku waombolezi wakilalamikia mwenendo wa vyombo vya usalama. Really so nimemrilisi aende na amani Albert. Usilale. Usilale, Albert. Mazishi ya Ojwang yanapangwa kufanyika Ijumaa katika kijiji cha Kakoth County ya Homabay, huku familia ikitoa wito kwa mashirika ya haki kushiriki kuhakikisha haki imetendeka. Nikiripotia idhaa ya Baratono 103.9 langu, jina Felix Michael Odhiambo.